ninahusu yale yanayoendelea katika mashariki ya kati, baina ya Iran kwa upande mmoja na Israeli na Marekani zikikusudia na kutishia kuishambulia Iran wakati wowote kuanzia hivi sasa. Lakini viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu wametangaza utayari wao wa kufanya mazungumzo na Marekani, huku wakisisitiza utayari wao pia wakati wowote ule kuingia vitani na Marekani na Israeli. Uamuzi huo unabaki mikononi mwa serikali ya Marekani wakati Irani ikisubiri majibu. Taarifa iliyotolewa siku ya Jumatano Januari 14, 2026 imemkariri rais wa Marekani Donald Trump akichagua mapambano na kutangaza kuondoa uwezekano wa kukutana na maafisa wa Iran huku wakiwataka raia wote wa Marekani waliopo Iran kuondoka kama ishara ya kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran wakati wowote kuanzia hivi sasa. Wakati Marekani na Israel zinazodhamini ghasia za maandamano yanayolenga kwa nia ya kuangusha utawala wa Kiislamu nchini Iran zimechukua uamuzi wa kuishambulia tena Iran ili kuwapa nguvu vibaraka wao baada ya dalili kuonyesha kuwa hakuna uwezekano wa kuanguka kwa mfumo wa utawala wa Kiislamu na utawala nchini Iran, dola yenye nguvu kubwa miongoni mwa madola ya Kiislamu. Rais wa Marekani Trump mapema alikwisha toa vitisho vya kuishambulia Iran kwa mashambulio ambayo Irani haikutarajia na haitotarajia kiasi cha ukubwa wake. Ushahidi wa kuwa Marekani na Israeli ndio wanaofadhili ghasia nchini Iran umethibitishwa kwa kukamatwa mamluki wengi waliokodishwa kushiriki katika ghasia hizo kutoka nchini Afghanistan, Pakistan na makachero kadhaa wa shirika la ujasusi la Israeli Mossad. Baadhi yao tayari wameshtakiwa na kuhukumiwa kunyongwa na wanatekelezewa hukumu hiyo wakati wowote kuanzia sasa. Viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mjini Tehran wameapa kuwa bomu moja tu litakaloangushwa katika ardhi ya Iran na Israel au Marekani itafuatiwa na jibu kali la makombora alfu mbili yatakayoelekezwa Israeli kwa wakati mmoja, na pia kambi za Marekani zilizoko katika nchi za Kiarabu zitakuwa shabaha halali ya mashambulio, na hapana shaka yoyote kwamba huo utakuwa ndio mwisho wa utawala haramu wa Kiisrael katika ardhi tukufu ya Falastini inayokaliwa kwa mabavu na utawala vamizi uliotapakaa damu za Wafalastini wasiokuwa na hatia. Ukweli ni kuwa iwapo viongozi wa Uajemi watatekeleza tishio la kuishambulia Israeli kwa kutumia makombora elfu mbili yatakayofyatuliwa kwa wakati mmoja, hapana shaka Israeli nzima itateketea kwa kuwaka moto kutokana na udogo wa eneo hilo linalokaliwa kwa mabavu na walowezi wa Kizayuni. Hali ya wasiwasi na hofu imeshamiri miongoni mwa walowezi wa kizayuni wanaoishi katika maeneo ya Falastini inayokaliwa na kubatizwa jina la Israel, hasa kutokana na kuwa bado wana kumbukumbu katika vichwa vyao ya mashambulizi katika vita vya siku kumi na mbili baina ya Irani na Israel vya mwaka uliopita wa 2025 ambapo Israeli ilishambuliwa vibaya na makombora ya Irani. Na kwa sababu hiyo tayari kuna hekaheka heka nyingi za walowezi mafakiri wa kizayuni kuikimbia Israel na kurejea katika mataifa walikotoka kabla ya kuletwa Palestina. Hata hivyo, Israel na Marekani kwa pamoja walishtukiza mashambulizi dhidi ya Iran na kusababisha hasara kubwa katika kambi za jeshi, vituo vya nyuklia na mauaji ya raia wengi wasio na hatia kabla ya Iran kujibu mashambulizi hayo. Pamoja na yote hayo, viongozi wa serikali ya Tehran wanasisitiza kuwa tayari wamesahihisha kasoro katika sekta ya mifumo ya ulinzi na wako tayari kujibu mapigo kwa wakati wowote wa yatakapotokea. Israel ilishambuliwa vikali kwa makombora ya Iran, tukio lililokata ngebe na majisifu ya Wazayuni kuwa hakuna nchi inayoweza kuishambulia kwa madai ya kumiliki kwake mifumo ya ulinzi inayodaiwa kuwa bora zaidi duniani katika kuzuia makombora, madai ambayo yalidhihirika baadaye kuwa hayana ukweli wowote baada ya makombora ya Iran na Yemen kuishambulia kisawasawa bila kizuizi na kuleta maafa makubwa hadi Israeli ikalazimika kubembeleza kuomba kusitishwa vita baada ya mifumo inayodaiwa kuzuia makombora kugeuka kuwa wasindikizaji badala ya kuzuia. Mataifa ya Kiarabu ikiwemo Saudi Arabia yamemtaka Donald Trump, rais wa Marekani, asijaribu kuishambulia Iran kwa sababu kufanya hivyo kutasababisha kupanda bei ya mafuta na kutaathiri hali ya uchumi duniani, Marekani yenyewe ikiwa miongoni mwa waathirika hao. Aidha, Saudi Arabia, Qatar na mataifa mengine katika ghuba ya Kiarabu yamepiga marufuku anga zao kutumiwa na Marekani katika kuishambulia Iran, na tayari Saudi Arabia imepeleka ujumbe maalumu kwa viongozi wa Iran kuthibitisha na kuhakikisha kuwa Iran haitoshambuliwa kupitia Saudi Arabia. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei Amewahutubu waandamanaji akisema kuwa ni watu wanaofanya vurugu kumfurahisha Donald Trump na kuwataka wananchi wa Iran kuilinda nchi yao dhidi ya uadui wa Marekani na Israel. Irani pia imetishia kuzishambulia kambi zote za kijeshi za Marekani zinazopakana katika nchi za Kiislamu na imeongeza kuwa endapo Marekani itaanzisha mashambulizi dhidi yake, kambi zote za Marekani katika eneo hilo zitageuka kuwa shabaha halali ya mashambulizi ya Iran. Wakati huo huo waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Sayyid Abbas Arakshi ametoa taarifa ya vikosi vya serikali kudhibiti makundi ya waandamanaji nchini humo. Duru za habari duniani zinaendelea kutangaza kuendelea maandamano nchini humo, ukandamizaji mwingi na mauaji yanaendelea. Waandamanaji Iran wamekuwa wakifanya uharibifu wa aina mbalimbali, ikiwemo kuchoma moto baadhi ya maeneo ya asasi za serikali kama uthibitisho wa kuungwa mkono kwa serikali Vyombo vya habari duniani vimeonyesha maelfu ya wananchi wa Iran wanaounga mkono serikali wakimiminika mitaani kuunga mkono serikali, hatua ambayo inaonyesha uungwaji mkono mkubwa wa wananchi wa serikali yao na kuondoa tamaa waliokuwa nayo maadui wa Iran wakiongozwa na Israel na Marekani kuwa mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ungeweza kuanguka leo au kesho. Hata hivyo, maandamano ya wanaounga mkono serikali Yanazidi kuthibitisha kuwa kuna mgawanyiko mkubwa katika taifa la Iran baina ya wale wanaounga mkono serikali na wale ambao wanaipinga serikali. Trump ameendeleza uchochezi wake katika mtandao wa kijamii wa Truth Social akisema wazalendo wa Iran, endeleeni kuandamana, dhibitieni taasisi zenu, hifadhi majina ya wauaji na wanyanyasaji, watalipa gharama kubwa. Nimefuta mikutano yote na maafisa wa Iran hadi mauaji ya kipuuzi ya waandamanaji yakome msaada uko njiani. Kauli hiyo ya Trump inamaanisha kuwa ana hakika sasa kuwa mipango iliyopangwa ya kuiangusha serikali bila shaka itafanikiwa na serikali itaanguka. Halikadhalika, kansela wa Ujerumani Merz ametamka kuwa anawataka wa Iran wakusanyike kwa pamoja ili kuandaa mipango ya kuanzisha serikali ya mpito kuelekea katika demokrasia na kuwepo kwa serikali mpya itakayokuwa imechaguliwa na wananchi. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imemtuhumu Trump kwa kuchochea machafuko na vurugu na uvunjifu wa amani na uthabiti wa kisiasa na kutishia uhuru wa nchi, uadilifu wa eneo na usalama wa kitaifa. Amir Saeid Iravani aliandika katika barua yake kwa baraza kuu la usalama la Umoja wa Mataifa akisema, Marekani na utawala wa Israeli zinabeba dhamana ya kisheria ya moja kwa moja na isiyopingika ya vifo vya raia wasio na hatia, hasa miongoni mwa vijana. Tangu maandamano yalipoanza Desemba 28, inakisiwa kuwa watu 16,700 wamekamatwa na zaidi ya 2,000 wameuliwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la wanaharakati wa haki za binadamu. Shirika hilo haliwezi kuaminika kutokana na kudhaminiwa kwake na vibaraka wa Marekani na Israeli ndani ya Iran ili kuchochea ghasia za ndani kuelekea kuanguka utawala wa Kiislamu. Marekani inatoa kila gharama inayohitajika kwa nia ya kuilinda Israel ambayo inaamini, kama serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaendelea kuwepo, basi uwepo wa taifa la Israel unaweza ukasitishwa mara moja na wakati wowote. wa Waziri wa mambo ya kigeni Abbas amesema hali ya maandamano imedhibitiwa na kuzilaumu Israel na Marekani kwa vurugu akizungumza na, na wanadiplomasia wa kigeni mjini Tehran alisisitiza kuwa hali imedhibitiwa kabisa, katika matamshi yaliyolaumu Israeli na Marekani kwa vurugu hizo bila kutoa ushahidi. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kukomesha vurugu dhidi ya waandamanaji, huku Umoja wa Ulaya umesema kuwa unatathmini hatua mpya ya vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Kwa siku kadhaa sasa, mamlaka za Iran zilifunga mawasiliano na kuzima kabisa mtandao wa internet. Hata hivyo, tayari vimelegeza baadhi ya vizuizi kwa raia wake na kuwaruhusu kupiga simu za kimataifa kupitia simu zao za mkononi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, alijibu vikali kauli ya Kansela Merz wa Ujerumani, Friedrich Merz, aliyesema kuwa utawala wa Iran unaishi siku chache za mwisho. Araghchi amesema Ujerumani inapaswa kukomesha uingiliaji wake katika eneo hilo na kwamba ipo katika nafasi mbaya zaidi ya kuzungumzia masuala ya haki za binadamu kutokana na undumi na kubili wake iliyouonyesha na uliofuta uaminifu wa wake kwa kuiunga mkono Israeli wakati wa vita vya mauaji ya kinyama dhidi ya Ufalastini katika ukanda wa Gaza. Kulingana na Mez, mawaziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani, Marekani na Uingereza na Ufaransa wapo katika mawasiliano ya karibu ili kuhakikisha kunapatikana serikali ya mpito na amani nchini Iran kuelekea utawala halali wa demokrasia. Mataifa ya magharibi bado yangali katika ndoto zao za kuhisi kuwa wao bado ni wakoloni wa dunia na wana haki ya kuamulia mataifa mengine nani atawale na nani aondoke. Marekani na Israel zinahakikisha zinachochea ghasia na kuondoa hali ya utulivu nchini Iran, lengo ikiwa kuondoa utawala wa Kiislamu na kumsimika mtoto aliyekuwa mfalme wa zamani Shaha Muhammad Reza Pahlavi aliyefukuzwa nchini humo kwa maandamano na kufia uhamishoni alikokimbilia nchini Misri. Hayo ndiyo yanayoendelea huko katika Mashariki ya Kati, na wakati wowote kuanzia hivi sasa huenda irani ikashambuliwa. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu azidi kutusaidia walimwengu wote katika sayari hii na hali ya utulivu na amani duniani iweze kuendelea. Assalamu Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike kushare, ku comment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.